Wakati dunia na waumini wa kanisa Katoliki duniani wakiomboleza kifo cha Papa Francis, je, Papa Francis ni nani? Hebu leo tuangazie safari yake tangu kuzaliwa kwake mpaka anakuja kupata cheo cha upapa, miongoni mwa vyeo vikubwa zaidi katika kanisa Katoliki duniani kote. Alizaliwa tarehe 19 Disemba mwaka 1936 Buenos Aires nchini Argentina, akiwa mtoto wa kwanza katika familia ya mama yake Regina Maria Sivori wa Argentina na baba wa Kiitaliano Mario Jose Bogegrio waliokuwa na watoto watano huku Francisco aliyepewa jina la George akiwa mtoto wa kwanza. Baba yake alikuwa ni muhamiaji akitokea katika jimbo la Fredmont nchini Italia aliyekimbia utawala wa kifashisti wa Benito Mussolini mwaka 1936, japo wengi walizani alikimbia kwa sababu za kiuchumi. Na mama yake alizaliwa Argentina kutoka kwa wazazi waliokuwa na asili ya Italia waliokimbia vita ya kwanza ya dunia iliyokuwa imeielemea taifa la Italia. Mtoto huyu akiwa na miaka sita tu akaenda kusoma katika shule ya Salesias iliyopo Ramos Mejia, mjini Lemantaza Mantindo, iliyoanzishwa na John Bosco wa Italia kwa ajili ya kusaidia familia maskini mwishoni mwa miaka ya 1800 wakati wa mapinduzi ya viwanda barani Ulaya. Begogrio alipomaliza hapo akapelekwa shule ya upili, yaani secondary school, alikoenda kusoma na akahitimu diploma ya kemikali. Ujuzi huo ukamfanya aanze kutumikia taaluma yake kwa miaka kadhaa akiwa mchunguzi wa chakula katika maabara ya kenci ya Bachman iliyokuwa ikimilikiwa na mwanamama kutoka Paraguay, akifahamika kama Ester Balestrino, na baadaye akapata kazi ya kuwa bouncer katika klabu moja ya usiku kwa ajili ya kuongeza kipato. Unaweza ukajiuliza upapa na ubaunsa wapi na wapi? Lakini ilikuwa ni enzi za ujana wake akiwa na miaka 21. Hali yake ya kiafya ilianza kuwa tete kutokana na shida ya mapafu na kufanyiwa upasuaji ili kutolewa sehemu moja ya pafu, hali iliyopelekea pneumonia. Siku moja alitembelewa na waumini wa kanisa Katoliki alikokuwa akisali, akishauriwa kwenda kutubu kutokana na kuwa alikuwa amemsahau Mungu. Haikuchukua muda kwa bugirio kukubali, hapo ndipo akatakiwa kwenda kusoma katika seminari ya Imakaludata na akachukuliwa na shirika la kikatoliki la Yesu Kristo yani Jesuit lililompeleka kumwandaa utawani kuwa mtumishi, licha ya shirika hilo awali kutilia shaka tabia yake ya mwanzo ya kupenda wasichana, ikiwa angeendana na miiko ya Kikatoliki. Lakini baadaye akapelekwa kwenda Chile kusomeshwa kuwa mkarimu na alitoa tamko la kidini la viapo vya awali na baadaye kuwapa viapo vyote hadi alipohitimu shahada yake ya kwanza na kwenda kuwa mwalimu katika miaka kadhaa kutoka 1964 hadi 1966 katika shule za Kikatoliki Chile na baadaye Argentina. Mwaka 1967 alienda kusomea teolojia ambapo huo ndio wakati uliomwandaa rasmi kwa utumishi wake hadi kuwa profesa wa teolojia. Bergoglio alikamilisha hatua yake ya mwanzo ya mafunzo ya kiroho kama mjesuiti huko Alkara Di Heranes, Uhispania, na akaweka nadhiri za mwisho kama mjesuiti ikijumuisha nadhiri ya nne ya utii kwa utume na papa tarehe 22 Aprili 1973 na baadaye katika mwaka huo kufanya hija Yerusalemu kwa muda kabla ya kuondoka baada ya kukimbia vita ya Oktoba katika taifa la Israeli iliyojulikana kama Yom Kippur War ama Six Day War. Tangu wakati huo aliendelea kuhudumu mazingira tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na kujifunza lugha za mataifa mbalimbali ikiwepo Kiingereza na kikubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kuendelea kuueneza Ukatoliki na kuhubiri maeneo ambayo yalikuwa bado hayajafikiwa na dini. Mnamo mwaka 1992, alipochaguliwa kuwa askofu msaidizi, viongozi wa shirika la Jesuiti walimtaka Begogrio asiishi katika makazi ya majesuiti kutokana na mivutano inayoendelea na viongozi na wasomi juu ya wasiwasi wa upinzani wake maoni juu ya mafundisho ya Kikatoliki na upinzani wa teolojia ya ukombozi na jukumu lake kama askofu msaidizi wa Buenos Aires. Akiwa kama askofu hakuwa tena chini ya usimamizi wa shirika la Jesuiti. Tangu wakati huo na kuendelea, hakutembelea tena nyumba za majesuiti na alikuwa katika hali ya kutengwa na majesuiti hadi baada ya kuchaguliwa kwake kama papa. Lakini baadaye akawa askofu kamili. Akiwa askofu mkuu wa Buenos Aires, alirekebisha jimbo kuu, akaongoza juhudi za kusaidia maisha na kuunda tume ya talaka. Bergoglio alisema Kanisa Katoliki la Argentina lilihitaji kuvaa mavazi ya toba ya umma kwa ajili ya dhambi zilizofanywa wakati wa miaka ya udikteta katika miaka ya 1970 wakati wa vita vichafu. Mnamo mwaka 2001, muda mfupi baada ya Benedikto wa 16 kuanzisha sheria mpya za mifumo ya ibada Vatican, Bergoglio alianzisha misa ya kila wiki kwa namna hii isiyo ya kawaida ya Kirumi. Februari ya mwaka na moja, Papa John Paul wa pili akamteua kuwa kardinali. Nyakati zote hizo kardinali Bugogrio alijulikana kwa unyenyekevu wake wa fidhina, wa mafundisho na kujitolea kwa ajili ya haki ya jamii. Punde tu baada ya kuwa kardinali mwaka elfu mbili na tano Papa John wa pili akafariki, na hapo ndipo Francis akajaribu bahati yake ya kuwa papa, lakini uongozi ukamwangukia Papa Benedikto wa kumi na sita ambaye naye alikuwa kardinali hadi wakati huo, ndipo akachaguliwa papa hadi 2013 alipojiuzuru, kwa kile alichodai kuwa hakuwa na fikra za uongozi. Katika mwaka huo ndio mwaka ulioleta enzi mpya za utawala wa Papa Francis, miongoni mwa tawala muhimu zaidi za kikatoliki Vatican. Utawala wa profesa Papa Francis ulikuwa na umuhimu mkubwa baada ya kuchaguliwa kwake kutoka katika nje ya Ulaya na ukanda wa kusini kwa ujumla. Hata hivyo, vyombo mbalimbali mbali vya habari viliripoti kuwa yeye ndiye wa kwanza, lakini katika karne ya nane rekodi inaeleza kuwa amewahi tokea Papa Gregory wa tatu kutokea katika maeneo ya Asia kwa sasa ni Syria. Kardinali Christopher Schonborn baadaye alisema kwamba Bergoglio alichaguliwa kufuatia ishara mbili za kimbingu, moja katika mkutano huo na hivyo kuwa siri, na moja kutoka kwa wanandoa wa Amerika ya Kusini, marafiki wa Schonborn katika jiji la Vatican, ambao walinong'oneza jina la Bergoglio katika sikio la mpiga kura. Schonborn alitoa maoni ikiwa watu hawa wanasema Bergoglio hiyo ni dalili ya Roho Mtakatifu. Badala ya kukubali pongezi za makardinali wake, akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi cha upapa, Francisco aliwapokea wakiwa wamesimama, ikiripotiwa kuwa hiyo ilikuwa ni ishara ya mara moja ya kubadilika kwa taratibu za Vatican na baadaye mbele ya waandishi wa habari Bigogrio aliwaambia waandishi wa habari na umma kwa ujumla kuwa alichukua jina la Francis kama sehemu ya kumwenzi Mtakatifu Francis wa Assisi aliyewajali zaidi maskini aliyekuwepo katika miaka ya 1181 hadi 1226 kutoka katika kundi la Franciscans. Na hiyo ilikuwa ndiyo mara ya kwanza kwa papa kutajwa jina jipya la Francis baada ya kuchaguliwa kwake, pamoja na mambo mengine mengi aliyoyafanya katika uongozi wake kama papa lakini aliwashangaza wengi alipokuwa akiwaosha wa miguu yao na kuwabusu nyakati za mwanzo za uongozi wake. Miongoni mwa maeneo aliyoyagusa nyakati za uhai wake ni pamoja na kutaka mazungumzo kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini wakati wa mwanzo wa mgogoro wa Urusi na Ukraini na mgogoro wa Mashariki ya Kati, kufanya ziara katika maeneo tofauti tofauti ikiwepo ziara ya Kenya katika mwaka elfu mbili kumi na tano alipoitaka serikali kuwapa vipaumbele vijana na akawakemea viongozi chini ya serikali ya Uhuru Kenyatta kuacha rushwa. Hatimaye, tunayemzungumzia hii leo ni marehemu ndugu George Mario Bogegrio na baadaye Papa Francis. Dunia inakulilia, lala kwa buriani. Hii ni Msasa Online.